Ukosefu wa vituo vya kutibu magonjwa ya mifupa bado ni changamoto kuu katika Kaunti ya Kajiado huku wagonjwa wakilazimika kutafuta huduma hizo katika kaunti zingine. Aidha, wagonjwa wa mifupa wanalalamikia gharama kubwa ya matibabu inayowafanya kukosa kutafuta huduma. Na kama anavyotuarifu Robert Masai, wakazi wa Kajiado walifaidika na kambi ya matibabu bila malipo. Lakini kazi ya Mungu... Wagonjwa kutoka pembe mbalimbali mbali ya nchi walimiminika katika eneo la Rimba hapa Kajiado Kaskazini kuhudhuria matibabu bila malipo ya kutibu magonjwa ya mifupa. Wagonjwa waliofika wakinufaika na matibabu hayo, ikiwemo upasuaji wa kurekebisha mifupa iliyovunjika. Nilikuja hapa kwa sababu nilisikia kuna free treatment na nilikuwa naumwa na mgongo. The objective is to screen those potential surgical patients. Uh, and you find most of them are uh, TKR and others are total hip replacement. TKR is total knee replacement and total uh, hip replacement. Those are the the, the, the majorly expensive uh, surgeries and uh, we are doing them under SHA. So you find uh, in this camp it is not only to screen them but also to register them for SHA. Ni kwenye kambi hiyo ambapo ilibainika kuwa wagonjwa wengi wamekuwa wakiangaika kupata matibabu kutokana na ugumu wa kufika katika vituo vya afya kutokana na umbali wa hospitali zinazoshughulikia mifupa, kando na gharama ya juu ya matibabu. Mara nyingi watu walikuwa eria hii wanaenda hospitali Nairobi, lakini tukiwa na hospitali mzuri na kuwe na madaktari wazuri, hatu takuwa tunaenda Nairobi. Magadi hakuna mambo ya mifupa mpaka watafute mahospitali zilizoko nje. In terms of access to healthcare it's it's quite horrible because you'll find you can go like 20 30 kilometers without seeing even a health center. Uh, aidha, wagonjwa wengi wameonekana kuugua yabisi au arthritis, huku madaktari wakisema mtindo wa maisha umechangia maradhi hayo kuongezeka kambi hiyo inalenga kuhamasisha wakazi kuhusu matibabu ya mifupa. Robert Masai, runinga ya Citizen, Rimba, Kajiado Kaskazini.